Hivi, njia sahihi ya kuhifadhi pesa zako? Mimi nafuga kwenye suka hapa, alafu natubavunyie kawaida yenu. Sisi hatuna hofu na wala mna mtu na, natembea na mtaji wangu, anatembea na sime na mkufu. Sasa mchokoze uone, msogelee iko hapo, sawa. Hiyo ndio mada ambayo tunaanza nayo. Jamani, pesa ndio kitu ambacho tunakipa ulinzi mkubwa sana, kwa sababu chochote ambacho tunafanya aidha, mm, unakwenda kufanya ili upate pesa, au yeah, unachokifanya unakifanya, unatoa pesa ili uweze kufanya, mfano yeah, kwenye manunuzi, unataka kufanya kitu lazima uwe na pesa ito. Ama unakwenda kazini unafanya ili upate pesa, au biashara, chochote kao ndio kitu ambacho watu wanakipa ulinzi mkubwa sana. Akiza ndio hapo tunaulizana, zile pesa ambazo unahifadhi una ili upate kutumia beleni ama una malengo nayo fulani baadaye, sio kwa matumizi tu sasa hivi. Wazee wa zamani walihifadhi wapi? Walikuwa wanahifadhi vipi hivi pesa? Kwanza zamani wazee wetu walikuwa wanachimbia mm -hmm. Yaani wanachimba karibu na jikoni pale wanachimbia pesa chini. Jikoni? Yaani pale jikoni pale unapokoka moto pale unapokoka moto. Jio. Wanachimba chini kabisa alafu wana wanaweka kwenye, kwenye, kwenye, kif, kwenye kilambo alafu wanafunga pesa pale. Kwa hiyo hata ungefanya nini huwezi kujua mali pesa ilipo. Kuna kitu sasa hivi vijana wanaita vibubu mm, vilikuwepo na benki walikuwa wanatoa vibubu mm. Eh, unahifadhi fedha zako mle, siku unataka kufungua, ufunguo unakuwa huko benki mm. We. <laughs> Kwa hiyo <laughs> <Uwe> unaenda benki, vilikuwa vidogo dogo kama kisefu kidogo hivi, unaenda unapewa, unakuwa nacho wewe, unaweka. Siku unataka kukifungua, unakibeba, unaenda benki. Lakini kile, wale walikuwa wanatoa kutaka ku, ku, ku, ku, ku ku, kuhamasisha watu kuweka fedha benki. Ilipokuwa unapoenda kukifungua, unashawishiwa kiasi fulani, huyo umeweka kwenye account. Kwa hiyo ile ilikuwa inajaribu kuwashawishi watu wajenge mazoea ya kuacha kuweka kwenye viungu na kuhifadhi fedha zao benki. Okay, sawa, so baba amesema hivyo lakini hizo njia ambazo wanazozitumia zamani kwenye chungu kaka pale, akasema kuna zingine zinafungwa vizuri, zinachimbwa chini kwenye kwenye jiko um, pesa na zilikuwa salama kweli? Sio salama, kwa sababu uweze jua ndugu yako, inawezekana ukaenda kuchukua siku, mtu kakutizama kama unaenda kuchukua mahali wapi, sio alafu siku ya siku umerudisha pale ulipoweka, kama mtu alikutizama kwamba mwanani ameweka, mm -hmm, mzigo pale, ameenda amechukua, wewe unakwenda kuchukua unakuta mzigo haupo, mm. kwa -hmm, yeah. sababu mimi nakumbuka kipindi fulani, mimi nilikuwa nafikiri ni mwaka 90 na hivi kitu kama hicho nilikuwa bado mdogo, baba yangu alikuwa amesafiri. Basi nilikuwa niko, niko mimi na mama mama, alikuwa anafanya biashara ya kuuza vitumbua, kaweka pesa zake sehemu, kumbe mtu alikuwa anakuja kwa nyumbani kama mgeni, anakuja tu anachunguza mazingira bila kujua sasa. Siku mimi nikamwambia mama, leo hapo kutoka kuna tatizo, kwa sababu hizi ashiria ninazoziona hapa sio nzuri. Mama akasema hapana, acha kwa tuna nyumba ziko mbili, asa ile nyumba nyingine sisi, baba kwa sababu hayuko, tumekusanya hey, tukaenda kulala nyumba moja Siku wezi wamekuja ile nyumba nyingine kule mama alikoacha, ndo kaacha pesa zake. Wezi wamekuja wamekwenda, wame wamechukua nani zile pesa, wamechukua ile unga wanao no, kwa kaa kutengeneza vitumbua wamebeba, wamemwaga vyombo vyote, wamebeba ndani <coughs> ile pesa wamekusaya. Umeona? <coughs> Sasa hivi ni kitu mmoja tunafundishwa kwa sababu, kama sasa hivi ukiangalia kwamba kuna sehemu tunaweza kuhifadhi, hususan kama kuna hizi benki. Sasa hii benki ziko nyingi sasa hivi, sawa. Sasa hivyo hizo ndio njia za zamani ambazo watu walikuwa wanaweka benki, na watu wameelezea zingine, nini hasara yake, ama kuna faida, ziko salama njia hizo, lakini t tukapata maelezo kuhusiana na njia salama za kuhifadhi pesa zetu. Twende kwenye zamani na kazi mbalimbali lakini tunaweza kuongelea kazi chache tu zinazofanyika na benki. Kwa mfano, benki inatumika kama chombo cha kudhibiti uchumi wa nchi. Benki itatumika kama chombo cha kuhifadhi amana za wateja. Pia benki inatumika kama chombo cha kutengeneza mfumo wa fedha wa nchi. Benki ni mahali salama kwa kuhifadhi pesa zako. Tunapohifadhi pesa zako benki, kama mteja, tutakupatia riba nafuu, riba ya kuvutia. Pili, itakurahisishia upatikanaji wako wa pesa popote utakapohitaji ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa kutumia ATM zetu, kwa kutumia branches, kwa kutumia wakala. Hata kama ukisafiri nje ya nchi tuna visa mastercard, ambayo itakuwezesha kupata huduma hata ukiwa nje ya nchi. Pili, au unaweza nikasema inaweza kukusaidia kuwa na nidhamu ya matumizi ya pesa zako. Mtu yoyote anaweza kufungua akaunti ya benki. Naposema mtu yoyote anaweza kufungua akaunti ya benki, namaanisha nini? Watu wana notion kwamba mtu lazima uwe na pesa nyingi, uwe na kiwango kikubwa cha pesa, uwe na kipato kikubwa, ndio unaweza kufungua akaunti ya benki, lakini hapana. Mtu wa kipato chochote anaweza kufungua akaunti ila tu akiwa ametimiza zile kanuni na masharti zinazomhitaji mtu kumiliki akaunti ya benki kuna usalama mkubwa sana wa kuhifadhi pesa zako benki wewe kama mteja tuna efficient systems ambazo tunatumia password kwa mfano kwenye mashine za ATM wewe ndio unatakiwa kwenda kuingiza password yako na utoe pesa kwenye ile mashine ya ATM sisi kama benki tuna faida mbalimbali mbali kwa jamii. Kwa mfano, tuna tunawawezesha wananchi wateja kwanza uhakika wa malengo yao ya baadaye kwa kuwa na akaunti za malengo. Kwa mfano, mwananchi mteja akifungua akaunti ya mtoto, anakuwa na malengo ya baadaye kwamba naweza nikaweka pesa yangu kwenye akaunti ya mtoto kwa ajili ya kulipia ada mwakani. Kwa hiyo, tayari hiyo ni faida ya benki imeweza kuku wezesha kutimiza malengo yako ya baadaye. Haya, baada ya badai, maelezo hayo tunaona kwamba tumeshauriwa kuhifadhi pesa zetu benki kwa sababu ndiyo sehemu ambayo salama, eh. Labda mimi niwaambie nilikuwa mtumishi wa benki zamani eh. Nimeshatokea na watu wenye mawazo tofauti tofauti katika hilo. Kuna watu wanaamini kwamba benki huwe na pesa nyingi sana. Sasa ukimuuliza pesa nyingi ni shilingi ngapi eh, mtu anashindwa kujieleza kumbe ni mtu tu kujenga yale mazoea kwamba hii ziada na hata wiki mbili tatu zintaitumia, fanya pale ndio mahala pa kuweka, kwa sababu ni salama. Sasa, wangapi, wangapi tuna akaunti za benki? hivi kwa maisha sasa hivi, kuna watu ambao hawana nani, tunawafahamu ambao hawana account bank? Wao wamasai wengi hawana, wengi wanaweza jirani yako wapo vijana wengi, mimi mmojawapo. Namjua rafiki yangu mkubwa, nikimshawishi swala la benki, na kwambia mimi nitaonekana na pesa nyingi, lakini ukienda ukichukua godoro lake ukaondoka nalo, umemaliza mitindo. Anasema anaweka kwenye godoro ba ikipata moshi moto. Injinia mmoja, mimi nilikuwa najenga naye sehemu, akawa amechana godoro hii kwenye upande wa godoro, akachana kwenye godoro, akawa anaingiza zile hela zake, injinia, injinia. Kwa hiyo ilifika mahali vijana wakawa wamegundua, walienda kuimarisha labda kuna, kuna kitu kimoja kwa sababu yuko mzee wetu ambaye ana mazoezi masuala ya benki atuambie, kuna tatizo gani watu hawapendi kuweka benki. Mabenki ya sasa hivi mm -hmm. Ninavyo yaona yamekaa ya kibiashara zaidi yes. Mabenki tuliokuwa nayo wakati huo hapo nyuma mm -hmm. yalikuwa yanapromote yanahamasisha ile hali ya watu kuweka akiba benki walikuwa wanapita mashuleni, vijijini, sasa hivi mnaita vijiweni. Mm, eh, maeneo kama hayo walikuwa wanapita na kuna watu maalum ndani ya benki walikuwa wanafanya kazi hiyo ambayo sasa hivi mnawaita mameneja masoko, ma, ma manager masoko. Mm. Wakati ule walikuwa wanaitwa deposit promoters, kwa sababu benki biashara yake inaenda kutokana na jinsi watu wanavyoweka fedha na yeye ndio atakapopata nani uwezo zaidi wa kuweza kukopesha. Sasa mabenki ya sasa hivi, elimu ya kuwafanya watu wengi wawe na tabia ya kuweka fedha benki, naona ni ndogo sana sana sana sana. Wamelenga wale watu wafanyabiashara wakubwa ambao watakopa na waweze kupata riba kubwa, lakini kumhamasisha yule mkulima afanye awe na hiyo tabia ama mfugaji, au mfugaji nimekusahau, samahani. Hiyo hiyo ninaona, yani wameacha kabisa kabisa kabisa. Kulikuwa na mobile banking, wanakwenda siku za magulio, unaona. Kwa hiyo hata unakuta watu kuibiwaibiwa wa, kwenye minada ilikuwa anayetumia ile huduma anapona. Kwa hiyo elimu ndio ninachokiona ni kitu ndio tatizo, licha wengine kusoma elimu afu mwingine process zileta nawazinindikwa mwenyekiti wa mtaa, niwe na pasipoti, sijui barua yaani, nimpe na hela yaani, anaona kama vile process ni kubwa. Afu akifikiria elimu yake ataenda kuongea kiingereza huko kweli, anasema bora niweke kwenye simu yangu, yaani anaona siwezi, bora tu niweke au mwingine anaamua tu kuweka kwenye simu kwenye simu. Tena ukija kuangalia kama uliweka laki mbili au laki tatu. Na hata mimi mwenyewe ndo nilikuwa na tabia hiyo, nilikuwa naweka hela, nilikuwa na laki tatu kwenye simu, lakini nilikuja kutoa laki mbili na

za za kuweka fedha benki moja. Kwanza, unahifadhiwa sehemu salama mm. Lakini nini faida zingine kwa ambao kwa ambayo tunafahamu wote, tuna, tuna, tuna kwa tunaweka pesa benki wote wana akaunti. Nini faida? Wote wamesoma faida, faida, faida. faida zaidi ni usalama wa pesa zako, hiyo mm, ndo faida moja kwa sababu umeweka sehemu salama, haina matatizo yote, unakuta pesa yako iko salama. Faida nyingine kuweka ya benki unaweza kwa kondoka kwa sababu kadi unayo ya benki mali yako inaweza kafuatilia hela ikapata. Lakini ukiwa mtu unatunza kwenye simu yako namba ya siri maja, ni nani atakayo ipata ile hela? Tayari ni hasara kubwa umeenda, labda ndo umeweka, sijui umefukia chini, bado kuna wengine bado wanafukia chini mpaka sasa hivi, umefukia chini, umeweka kwenye godoro, ndugu zako hawajui, nani atakayo ipata ile hela? Tayari ni hasara kubwa sana, bora kuweka hela mengi hata mke wako watoto wako wanaweza kaipata, wazazi wanaweza kaipata ile hela. Sasa sisi kwa mfano sisi ambao tuna account labda na wale ambao hawana account, yawezekana hofu yao ni vitu fulani fulani fulani, maana hawaweki. Unatamani yani huduma gani iwekwe ama iboreshwe kwenye benki zetu? Kwanza kabisa kuhusiana na swala la makato, benki kama benki wasukili kwamba wateja wanapokuja inatakiwa watoke watu. Ndio maana mm -hmm, kuna kitengo kinaitwa customer care, sio? Yani huduma kwa, kwa wateja kile kitengo kichukuliwe n yani ki, kikawaelimisha watu. Hata kama kuna makato, unapomkata mtu lazima umpe elimu kwamba hiki kiwango nacho na kikata nakikata kwa sababu moja, mbili, tatu, sio? Lakini sio mtu unakata bila kumpa mtu elimu, mtu atakuwa anakuchukulia tofauti. Ndio maana watu wengi wanaogopa kwenda kuweka pesa zao benki. Baada ya mada yetu inaendelea kama kawaida, nini kiwekwe kwenye benki kuboresha kawad. Kwanza warekebishe kuhusu elimu, yani waelimishe watu faida zake na asara zake, na pia elimu ya makato kama alivyosema kaka. Kingine huduma za kadi, mfano kadi mimi kadi yangu ile expire wakati nafungua, anafungulia akaunti ya Arusha, kuja huku wanakwambia sijui elfu kumi na tano. Angali hapa ndio makao makuu sasa. Mtu unaamini kadi zinatoka makao makuu, afu unafika pale makao makuu anakuambia mpaka itoke kwenye branch uliofungulia account ije tena makao makuu, kwa kiasi ambacho, 15 sio ndogo kama saau, sio ndogo. Kwa hiyo hilo aliweke sawa. Kama mtu unahitaji kadi na umefika makao makuu, uipate, na at least iwe kwa muda wake. Kinachotakiwa hawa watu wa mabenki wapite kuhamasisha watu vingine kwa sababu wasibezi sana mjini. Vijijini ndo kuna kila kitu wamishi. Jamani, hii zero msiweke kwenye vihuu, wawasogezee huduma jirani eh, kuliko wanakaa mjini ndo kufuatia sema eh, eh, ya mjini mengi yameongelewa, Masai ya eiliza watu wametoa. Uh, zamani watu walikuwa wanahifadhi pesa zao wapi? Wengine wa tumejua, tulikuwa hatufahamu lakini nini faida ya kuhifadhi pesa zetu kwenye benki tumeelewa. Wengine baba akatusaidia kutuelewesha mambo mengi, ana utaalamu wa mambo ya mabenki. Lakini ah, vipi? Ma, safi hadi, natowe, na, <laughs> <laughs> <laughs> na sisi wengine <laughs> masai, vipi safi hadi, unaitoa pesa unaipeleka wapi? Nisikia benki hapo, kuna kitu kinauzwa hapa, napeleka benki, wanasema kule kuna mkombo. Mwisho wa siku masai amekubali, napeleka baadaye, lakini <laughs> Nikitoka hapa na uende Masai na kuhakikisha, yani na kusimamia, unafungua account wewe. Nisikia ukitokea hapa, ikifika milioni tano unapewa kumi. Sasa nikienda kabla sijaweka naambia, wanipe pesa hiyo, hapo ndio uweke. Tembelea, kuna site ya Facebook na wewe kama unaelewa. Hapo hapo unificha ndani kwenye kibubu, isije ikakuwa bubu kabisa kabisa. Andika kwenye kurasa ya Facebook kama oneli nika leo kupeleka hela benki kama mimi vile, ambaye nikatoka hapa naenda ile kuweka hela.